Nasi katika kazi hii ya misionari eh, Mafia makofi milela amina. Basi bado dakika chache, baada ya kuita mchana tutaita jioni, na sasa tupo na baba askofu wetu na baadhi ya watoto wetu wengine, wapendo wetu nao pia wameshafika salama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Baba, karibu sana, karibu sana Mafia. Karibu watoto, mpo Asanteni sana watoto wapendwa, ninaomba mketi ketini watoto wapendwa. Basi watoto tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyekuwa pamoja nasi katika safari yetu kutoka Dar es Salaam kuja huku Mafia. Mlifika jana, kuna wengine ambao wamefika leo muda si mrefu, na mimi nimefika muda huu. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetusafirisha salama. Tumekuja kwa kazi ya umisionari kama mnavyojua. Eh, kazi yetu kama toto mtakatifu, sisi ni wamisionari, tumekuja kuinjilisha huku Mafia kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu awe pamoja nasi kwa hizi siku chache za kimisionari. Tuzitumie vizuri kwa ajili ya faida ya Mafia, alafu hata na sisi wenyewe e, iendeleze e, umisionari huu uendeleze kukuza imani yetu, tuendelee kukua vizuri kama watoto wapendwa wa Yesu Kristo, basi ni siku za neema kwa Mafia, ni siku za baraka kwa Mafia. Kwa hiyo tuzitumie vizuri, na kipindi hiki ambacho tukiupo hapa, basi tukae kwa amani, kwa utulivu kabisa kabisa, kufurahi na kumshukuru Mungu kwa yote ambayo anayotutendea katika maisha yetu wako walezi wenu pamoja na masista ambao wameandamana pamoja nanyi, basi tutaomba muwasikilize hao walezi wenu e, mwasikilize ili kuweze kuwa na hali ya utulivu. Maana tusipowasikiliza itakuwa ni vurugu na mambo hayataenda vizuri. Basi ni siku za furaha eh, kwa wale kule ambao kule Dar es Salaam pengine kutokana na mazingira yao walikuwa wapati fursa ya kufurahi ya kushangilia. Basi hizi ndio siku za kufurahia eh, za kufurahia maisha. Kwa hiyo tuzitumie vizuri, kwa furaha na shukurani. Basi eh, ninawatakia jioni njema. Tutaendelea kukutana kwa mambo mbalimbali jioni hii na kesho, kama mnavyojua kuna kutembelea hospitali. Jumapili, basi ndio siku ya ibada ya misa na maandamano ya Ekaristi, na baadaye tutakuwa tumefunga e, hija yetu au kazi yetu ya kimisionari huku Mafia. Na sasa tusimame tusali sala fupi ya kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu Atukuze Baba na Mwana Roho Mtakatifu anzo na sasa na siku zote na milele, amina. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa kutufikisha huku salama, tunakuomba uwe pamoja nasi katika utume wetu huu wa kimisionari, tuweze kufanya yote salama, tuweze kuimarisha imani ya watu na pia tuweze kuimarisha imani yetu sisi wenyewe. Tunaomba utulinde siku zote, na tutakapomaliza pia tuweze kurudi Dar es Salaam salama. Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda, Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Watoto mpo? Asanteni sana hadi baadaye. Asanteni.